kama mtu analipa kodi niye kwanza hamna habari naye kwa sababu wanatimiza wajibu wake na hata hii ya wiki mliokuja au wu zaidi wala msingekuja mngekuwa mnafanya shughuli nyingine za za, za za ofisi lakini mmebidi mje tuwaambie kuna wengine wakorofi hawajui kutumia mifumo yani, sio hawajui wanafanya kusudi wanakuambia bwana mimi sijui kutumia mfumo mimi sijui nini mimi sijui nini sasa sasa mmekuja mtawaambia sasa asipate kisingizio kingine cha kulipa ya serikali lakini niwahakikishie kwamba huu mkoa ni kati ya mikoa ambayo inafanya kazi zake vizuri. Tunafanya kazi kwa busara hekima nyingi na wafanyabiashara tugombani nao tunawaambia wananchi wana kwamba, uh, kulipa kodi ni kwa faida ya, ya taifa letu. Shughuli zote zinazofanyika nchini eh, wanaona barabara wanaona maji wanaona mashule Hizi ni kodi ambazo wao wananchi wanalipa. Sasa mwananchi akikataa kulipa kodi wakati yeye anafanya biashara, huo tunasema ni ni dhulma kwa serikali. Kwa hiyo tunawasihi sana, hata kwenye sherehe zao za kuwapongeza walipa kodi wa mkoa huwa tunawaambia. Wito wangu sasa kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Kilimanjaro, kwanza, kabla ya wito, ni washukuru kwa ulipaji wao wa kodi, wala ambao wameweza kutimiza Uh, wajibu wao wa kulipa kodi tunawashukuru sana, lakini kwa wale ambao sasa wanasuasua katika kulipa kodi tuwaombe na kuwahimiza waweze kutimiza wajibu wao wa kulipa kodi kwa wakati, lakini vilevile, huu vile ulipe kodi iliyo sahihi lazima utumie EFD. EFD ndio itakutengenezea hesabu zako ukakadiriwa makadirio ambayo nia uhakika ni ya kulingana na biashara yako. Uh, kwa hiyo jambo la kutoa risiti ni jambo la msingi sana na la kudai risiti wanapofanya manunuzi ni jambo la msingi sana, lakini vilevile mkoa wetu umepakana na nchi ya jirani ya Kenya. Kwa hiyo kuna vipenyo vingi sana, kama tulivyosikia kwa mkuu wa mkoa pale, viko zaidi ya mia tatu sabini kwa hiyo tuwaombe, tuwajiepushe na hiyo biashara ya magendo, kwa sababu inadidimiza uchumi wa nchi. Kama tulivyosema, kodi ni afya ya serikali. Usipolipa ushuru wako vizuri, walaku, unaididimiza, unaitia doa afya ya serikali. Kwa hiyo wapite njia zilizo sahihi, na sisi tuko tayari kuwahudumia kwa, kwa weledi. TRA hey, pamoja tunajenga taifa letu.